Ndugu wa zangu Waislamu, naombeni usikivu wenu ili tuzungumzie maana ya kusimamisha swala. Bismillahir rahmani rrahim. Wa maana ikami swalati, maana ya kusimamisha swala. Hakika swala imewekwa kwa waumini kitabani maukuta katika nyakati maalum. Mama zangu na kina baba pia, swala tano ni amana tuliopana Allah subhanahu wa ta'ala tuziswali kwa wakati, kwa sababu swala ni